Ulipokuwa nanishauri kuachana na wenyekiti nilikuwa nakuona mtu mmoja mbaya sana, lakini mara baada ya kustafu sasa hivi najiona napumzika, afu mwili wangu kama unarudi kidogo. Si unaona we? Yaani ulikuwa mbishi kweli we, ulivokuwa mwenyekiti mbishi kabisa. Na ungejua ile siku ambayo yakwenda kupiga kura, sikukuchagua, sikukuchagua maana nilishajua jua kwamba humu ndani tutakosa kabisa maelewano. Sasa hivi tuna furaha, muda wa kumpata chuki haupo. Umeenda ume, ume huko umesuluhisha hili umesul... uh -huh. Haya, leo umebakwa wapi? maana naona umetoka huko umekuja hapa umenuna, macho mekundu na eh! Ndo nauliza leo wapi tena. Anakuja hata kusalimia hataki, amefika tu Bana mama, mimi nishachoka. Kwa hiyo atakufa bora, hata ningekufa mama mimi nimekutana na mama yake Kobelo. Amenichamba yani, kaniongelea maneno ya kashfa mbele za watu, mara sijui nimemfanyia figisu mwanaye kijijini hapa mara sijui mimi mchawi yani hata sielewe, na kila nikikutana naye kauli zake ndio hizo hizo, ananikosesha raha, nimechoka kwa hiyo tufanyeje sasa? Sinikodole macho umesha tukanwa. Sawa, mama Kobelo kakutukana, sasa sisi unataka tufanye nini hapa? cha msingi, wazazi wangu, naombeni tu mwite mamake Kobelo muongee naye, muongee naye, mjadili hapa, mnafanyaje na mpaka mi nafikia hali hii kweli. Mjaongee na mamake Kobelo, wazazi wangu. Mwanae mwogope na mamake pia naye mnamwogopa. Mume wangu, umemsikia mtoto anavyosema? Mimi nimemsikia <coughs> hapa. Haogopi mama furaha, mama Kobelo, na wala huyo Kobelo mwenyewe si amekimbia hapa kijijini. Mimi kumwita mama Kobelo sio, sioni tatizo, lakini mama Kobelo anamwona kama ana adabu na tabia yake ilivyokuwa tu haifanani kabisa na binadamu wengine na hasa ukizingatia mwanawe sasa kakimbia hapa mjini, hata tukumuita kumwambia. Na hata ukizingatia mwanawe kakimbia hapa kijijini, alafu umuite tena kuhusu swala hili, sijui kama atakubali. Unaanzia hapa, unaona hapa huyu mja mzito na aliofanya kitendo hiki, mwanae atake astake, ye mwanangu ndo aliomvunja usichana. Alafu sasa yeye anakana nini? eh? Nenda. Kwa hilo mimi nitajitahidi. Nitamwita Mama Kobelo hapa tuje kuzungumza kuhusu hiyo hali. Na ikiwezekana tulimalize. Sitaki liendelee hili jambo. Sibendelewa, mke wangu. Kuanzia hapa kwenda hapo mbele hatakuwaje? Aonyeshe ushirikiano. Kama hataki kuonyesha ushirikiano, hatuna sababu ingine, mm -hmm. Hilo nalo neno aje hapa tujue, kama ataleta ushubada wake huo, au atakaa vizuri, sababu mshubada yule mwanamke yule, ah! Yani maneno yake tafikiri kala usembe. Mi kanivyoambia, nabidi mnabidi mfanye hivyo. Enda zangu ndani kumzii Nimekuita hapa nyumbani kwangu kwa nia njema tu. Yaliyopita sindwele tugange, yajayo. Huyu binti hali aliyonayo imesababishwa na kijana wako ambaye kwa sasa hayupo hapa kijijini. Kwa kipindi chote hicho nimeishi naye pamoja na mke wangu huyu kumwangalia katika hali alionayo hii mpaka kufikia hivi sasa, lakini hapa palipobaki kwenda mbele kibinadamu, nikaona nikuite ili tuje kuzungumza juu ya swala hili. Tunalifanyaje mimi na wewe kama wazazi? Ah, akiamu kwa hiyo we mzee, na heshima zako na hekima zako, umeacha kazi zako zote, najua, kali hili kumtuma mtu hekaheka, kamwite mama Kobelo, nakuja huko mimi na heka heka zangu, najua nanipa maneno mazuri au labda kuna kitu kizuri nataka kuniambia, au labda umemsikia mwanangu huko kwenye redio anaimba. Kumbe unakuja kuniambia sala, mwanangu, mwanangu hausiki na huu mzigo wa mtoto wenu hivi hilo bado hamjalitambua? Mwanangu hahusiki na mzigo huu, muulizeni, mtoeni. Na labda tu anajizima data. Msahaulifu sana mbona, mara kibao nakuta naye njiani, anampa salamu zangu, hajawaambia Kobelo? Mwanangu yuko zake mjini, anafanya mambo yake ya sana, na nadhani tu labda mmemsikia kwenye redio. Ndio maana hapa hekaheka zinakuwa ni nyingi, mnaanza kujipendekeza mwa mwanangu mwanangu uwezo wa kumjaza mtu mimba bado hajafikia umri. Kobelo bado ni mtoto mdogo sana, si mnanielewa? mna alafu we mama, naye punguza uchawi wa mdomo. Mwanangu kaenda mjini, kaenda kutafuta maisha. Mwanangu ni msanii tena mkubwa tu, simnanielewa? na hili ndio linafanya nyie asahivi hamkai kwa kutulia. Naomba ni mkae kwa kutulia, niacheni mimi nile vyangu ambavyo mwanangu ameenda kuvitafuta. Swala hili halinihusu mimi wala Kobel wala marehemu babake na Kobelo. Mama, mama kitu gani mama? Mamako mimi tuheshimiane kijijini hapa, maana nimekuja tu kwa heshima yako wewe mzee na heka heka za mtaani, maanake kutwa nzima mama Kobelo, mama Kobelo, mama Kobelo. Nisingekuja hapa ingekuwa ni shughuli, mtaa mzima wangejua mama Kobelo leo kaitwa kakataa. Sasa anasema hivi Msije mkasubutu kuniita hapa tena kuja kunielezea upumbavu kama mnaonajeza hapa. Mama Kobelo, kumbuka kuwa na wewe ni mzazi. Mume wangu sikukwambia kwamba yule analopoka analopoka, utafikiria amelishwa usembe eh? Angalia minyule yake iko chanu kama kabichi la mia tano yani hapa nilisema tu, Mungu nipe moyo wa subira. Mimi nikitaka kumpa ngumi ndoige moja tu kwanza, hiyo hata nichomoko kwa juu, anasikia sikia tu sasa. Nilitaka nimpe yule, lakini mungu mwenyewe kalipa moyo wa subira. La. Ila <laughs> kuna neno ile amilisema, yani nimeshindwa tu kumjibu. Heti mtoto wangu mdogo hawezi kumweka mimba, huyu wa kwangu mimi ana miaka 60. Eh? huyu ana miaka 60. ila yule yatambana mavi, atatafuta kichaka. Watu wanasema mfamajishi utapata hapa, na kama hii ndio ngalawa aliyosafiria yule, atarudi kwenye ngalawa hii. Mimi sha kwambia, atatafuta kichaka yule. Yatambana siamondoka kwa nyodo, mm. na jeuli zote mm. Inshaallah Mwenyezi Mungu atamwonyesha yule, atakuja hapa. Sisi utabaki na ujinga wetu. Mwanangu, tulia. Hali ulio nayo ni mitihani ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa mapenzi yake utajifungua salama Amin. Na yule yule aliyotoa nyodo hapa ulipomuita mama, akasema mama yako nani, atakuja akikuita mwanangu, huko na tambaa yule

afuta chumbani kwako, nimeingia sija kuona, nikashangaa huyu kaenda wapi leo. Bibi mkubwa ni kuchukulia zawadi hiya, naomba hapo. Umecheza kama Pele, unajisikiaje? <laughs> Ah, najisikia uchovu, sijalala usiku, nautota ndoto ya ajabu. Yani mwili wangu atapo sawa lakini hiyo inatokea tu hali ya wajawazito. Hata mimi nilivyokuwa na mimba yako nilikuwa hivyo hivyo, mara nimechoka, mara usingizi upatikani, mara nikilala ndoto za ajabu ajabu. Papa. Papa. Hey, tupa huku vumbi bwana. Vipi? Na wewe uishiwi mambo kijijini wewe Kipemba. Ah, mzee Kamba Tatu nimemkuta mkufika tu, mzee Kamba Tatu nimemkuta. Hiyo ndio salamu? Hayupo eh? Hasa mama yangu nakwambia, sasa hivi kuna msiba umetokea. Msiba? Wewe, hey. msiba gani hapa kijijini? Kobelo kafariki, mama yangu.